Yo, mambo vipi? Hope uko poa kabisa, mwanaburudani kabisa, kutokea hapa hapa e, sawa sawa digital. Leo niko na story ambayo inamhusu e, Zaiylissa bana Zaiylissa bwana amekuwa ni, ni moja kati ya wanawake ambao pia eh, kwenye masuala mazima ya shapes, sio kwamba na ile shape fulani la kutisha eh, kutokana na kimwili chake ambacho kiko kama unavyoona kwenye hiyo video hapo eh, kishepo fulani hivi kimekaa kinyamwezi sana. Hasa video hii imeweza kusambaa sana katika mitandao ya kijamii hasa, hata yeye mwenyewe kwenye ukurasa wake wa Instagram alikuwa amepost eh, video hiyo ambayo alikuwa akionyesha akiendesha kibaisikeli eh, anafanya fanya mazoezi fulani hivi, lakini pia mbele eh, hapo pia kuna ka video fulani ambako alikuwa ndani hivi kwenye chumba fulani, kuna mazoezi ambayo anafanya na nyanyua miguu anashusha kuwafundisha na kupandisha na hivyo na hivyo lakini sa, eh, watu wengi baada baada ya kuweza kuona video hii wakahisi kabisa kwamba mazoezi haya pia amekuwa akiwakomesha baadhi ya ex zake ambao amekwisha kupita nao, ambaye ni Haji Manara pamoja na eh, Dula Makabila. Tunajua ni moja kati ya wanaume ambao pia Zaiylissa ameweza kudate nao au kuwa nao katika uh, eh, mahusiano. Hata mwenyewe ukiangalia video hii unaona kabisa kwamba kuna namna fulani hivi ya mitego ambayo inaendelea kutokea hapa. Imagine mtu yuko tu ndani kwenye nyumba yake hivi kama nini kama kuchukua kibaisikeli kama unavyoona, and then akawa anazunguka zunguka, sasa ile style ya uendeshaji amekuwa akibinua ile shape yake akionyesha na ukiangalia nguo yake ambayo amekuwa ameivaa pia, imekuwa ikionyesha maungo yake vizuri vizuri kabisa. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana, comments zimekuwa ni nyingi, kwamba watu wakihisi kwamba anafanya hivi kwa kuweza kuwakomoa, kwa sababu kwa kipindi hiki ukikumbuka kwamba Zaiylissa alishawahi kuita waandishi wa habari pia akaweza kufunguka, lakini pia kwenye mitandao yake kijamii tofauti tofauti amekuwa akiongea kwamba kwa sasa hivi swala la mahusiano yeye ameweza kulitupia chini, yaani kwamba halitaki kabisa kuweza kulisikia yeye. Sasa yes, hivi ana deal na swala so zima la kuweza kutafuta pesa, lakini pia kutafuta deals tofauti tofauti, amekuwa ni ambassador pia wa makampuni tofauti tofauti, tunaona kama makampuni ya nywele pia amekuwa akimtumia, makampuni ya rangi pia amekuwa akimtumia Zaiylissa huyu huyu. Sasa mara baada ya kuweza kupost video hiyo akionyesha kufanya mazoezi katika nyumba yake, pia naweza nikakupitisha hapa kwenye comments to tofauti tofauti za watu ambao pia wameweza ku, kudondoka pale. Tuko na hii comments ya kwanza, huyu ni Idris Mohamed, mmoja kati ya watu ambao pia yuko nao katika kazi yake ya uigizaji kwenye DSTV pale, kuna tamthilia ambayo yuko ya jua kali, pia ni mmoja kati ya watu ambao pia wamehusika mle, wapo mle akawa amecomment akasema, jamani jamani Then Zaiylissa katika uh, emoji fulani hivi za kucheka tunakuja huyu hapa, anafahamika kama Los D akasema, mzuri huyu hapa, akionya kwamba picha hii lakini pia video hii imeonyesha kwamba umbo lake liko e, poa kabisa, akaweka na alama pale za makopa kopa. Zailisa pia kajibu pale kwa kucheka na alama fulani vya e, kikopa. Huyu Shira pia akasema kweli kunguru hafugiki e, bana, kunguru kweli hafugiki jamani, kwamba hata asipofugwa na watu ambao pia watu angeamini kwamba Haji Manara angeweza kuendelea, kuendelea, kuendelea kubadilisha maisha yake kwa namna fulani, pia ingekuwa si nzuri, lakini pia kuna kuna clip pia mwenyewe Zailisa alishawahi kufunga kwamba moja kati ya watu ambao pia wameweza kumfanya aweze kuwa maarufu na kuwa famous na kuweza kupata deals nyingi sana ni Haji Manara, lakini mara baada ya kuweza kuachana naye pia akaja kurudi tena kusema kwamba Haji Manara yeye hajamsaidia kwa chochote. E bana, wanawake hawa nyie noma sana lakini, pia nikienda chap chap na comments nyingine, huyu jamaa anaitwa Lamar Worldwide anasema kwamba e, wanapagawa na nini au ndo kuchelewa adhani, akaweka alama ya kushangaa na yeye e, bana. Zaiylissa karudi chini akasema kwamba na hilo sikio lako noma sana, inaonekana hawa wanafahamiana. Huyu Happy akasema ila mazoezi, akaweka alama za kucheka, then mikono fulani hivi ya kusalenda Zaiylissa, pia naye akaja kucheka. Comments ya mwisho hapo, jamaa anafahamika kwa jina la ni mdada huyu Umi Dalali ameandika kwamba Zaiylissa, kuna mwamba ana kuna mwamba ana anawekewa drip chumbani sasa hivi, mdogo wangu e bana. Sasa hatujajua mwamba gani ambaye kwa sasa hivi anawekewa drip, akimaanisha kwamba huyo mwamba akiona hii video anaweza kupata ugonjwa ambao unaweza kumsababisha yeye kuweza kuwekewa drip, au drip ni mwamba gani ambaye amekwisha kuwekewa hilo drip. Sasa wewe kama unamfahamu, drop comment yako hapo kwenye uwanja wa comments, ukionyesha kabisa kwamba aidha hey, ni Ajis Manara au bwana ni Dulla Makabila, kwa sababu kuna story pia zilikuja kwamba ee, bwana Zaiylissa kuna namna anataka kurudi kule kwa uh, Dulla Makabila, lakini Dulla Makabila naye pia alishawahi kuweza kufunga kwamba kuweza kurudia na watu pia hawezi kurudia na nao. Zaiylissa pia alisema kurudi nyuma kati alishapita itakuwa ni ngumu kwa upande wako. Sasa drop comment yako maoni yako kuhusiana na hili endelea kutufuatia sisi kama sawasawa digital, na huyu ni Zaiylissa, na sisi ni sawasawa digital. Take care for this, ciao.